Miongoni mwa mambo ambayo kwa kiasi fulani yalichangia wekunda wa Msimbazi Simba kumaliza msimu wa 2024 2025 wakiwa hawana taji lolote kubwa kati ya yale waliokuwa wakiyapigania ni pamoja na uwezo wao wa kutumia nafasi walizokuwa wakijitengenezea katika mechi mbalimbali ili kuwa mabao. Ndio wekunda wa Msimbazi Simba walifika fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika Cup, lakini wakaishia mikono mitupu baada ya kufungwa mabao matatu kwa moja kwa matokeo ya jumla ya mechi mbili dhidi ya RS Berkane kule Moroko, walifungwa mbili bila, lakini New Amaan Complex visiwani Zanzibar mechi iliisha kwa sare. Katika fainali ya pili wakafungwa tatu moja, wakapoteza nafasi ya kutoa ubingwa wa kombe hilo la shirikisho, ambalo mwisho wake likatwaliwa na RS Berkane. Katika ligi kuu Tanzania bara Simba mpaka kufikia mechi 29 wakiwa wamecheza kama ilivyo kwa watani wa jadi Yanga, walikuwa wamezidiwa pointi moja tu na Yanga, wao wakiwa na pointi 78, Yanga na pointi 79. Katika mechi waliocheza dhidi ya Yanga Juni 25, ndio na iliyoamua nani awe bingwa. Ni katika mechi ambayo mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinakamilika, Simba haikuwa imepiga shuti lolote la kulenga, ba, la kulenga lango wala kutoka nje. Shuti la kwanza la Simba katika mechi dhidi ya Yanga walikuja kulipiga dakika ya themanini na saba, likipigwa na Awesu Awesu shuti ambalo hakika halikuwa na madhara badala yake ilikuwa ni kama back pass kwenda kwa Jigidiara aliotoa mpira huo kiurahisi ni katika mechi ambayo walifungwa mbili bila matokeo yake wakapoteza fursa ya kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024/25 na hivyo kuhitimisha msimu wakiwa hawana taji lolote kwa sababu tayari walishatolewa katika hatua nusu fainali ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB kwa kufungua tatu moja na Singida Black Stars. Sasa miongoni mwa sababu ni hiyo ya kutumia nafasi kuwa mabao. Mfano, katika kombe la shirikisho barani Africa Cup, Simba ndio timu iliyokuwa imeongoza kupiga mashuti mengi kuliko timu zote katika michuano hiyo yani, kuanzia hatua ya makundi ambayo ilikuwa na timu 16 mpaka fainali yake waliocheza dhidi ya RS Berkane, Simba ndio walikuwa wamepiga mashuti mengi kuliko timu zote wakiwa wamepiga mashuti ya 180, kati hayo, 46 ya kilenga shabaha lakini Simba wakawa wamefunga mabao Goals, wamefunga mabao kumi na mbili. Tunatambua waliruhusu mabao tisa. Sasa tatizo linadhihirika hapa, ambapo Simba katika nafasi walizojitengenezea na, na kufanya majaribio 180 halafu kufunga mabao 12 manake goal conversion rate, eh, goal conversion rate uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, tutachukua 12 mabao ambayo walifunga, chini weka mashuti yote waliopiga 180, zidisha kwa 100, ndipo hapo utapata takwimu ya kustusha kwamba ni asilimia sita nukta sita sita sita sita to infinity around asilimia saba. Kwa hiyo uwezo wa Simba kubadilisha kuwa kubadilisha nafasi kuwa mabao ni asilimia saba tu. Kwa kiasi kikubwa hili liliangusha Simba kwa maana kwamba benchi la ufundi chini ya kocha Fado Davids, Simba aina ya uchezaji wake ilikuwa inawezesha kufika eneo la mwisho kufanya majaribio ya kufunga, lakini uwezo wa kubadilisha hizo nafasi kwa mabao umeigharimu. Tunaanza kusema hivyo kutokana na hiki kilichojitokeza katika ligi kuu Tanzania bara, hali ilikuwa hivyo pia, ingawa kwenye ligi kuu Tanzania bara walau Simba ilikuwa vizuri kulinganisha na michezo ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF msimu huu. Kabla ya mechi yao ya mwisho ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Yanga iliyochezwa Juni 25 kwenye uwanja Mkapa jijini Dar es Salaam. Simba ilikuwa ni timu ya pili kwa kupiga mashuti mengi dhidi ya wapinzani wa kwanza walikuwa Yanga ambao kabla ya mechi yao ya mwisho dhidi ya Simba walikuwa wameshapiga mashuti 350 kati ya hayo mashuti 99 amlenga shabaha wakiwa na mabao 81. Simba walikuwa wanashika nafasi ya pili, wakiwa wamepiga mashuti 312 kati ya hayo mashuti 180 yakilenga ya ya shabaha, wakawa wameshafunga mabao tuseme goals, mabao eh, 69 ambayo ukiangalia vizuri hapa goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao utagundua ni 69 chini ya 312 zidisha kwa 100 ambayo hapa ni asilimia 22. Kwa hiyo kumbe, kwenye ligi kuu Tanzania Bara, Simba walau uwezo wake kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa wajuu kulinganisha na kombe la shirikisho barani Afrika CAF ambako tumetoka kuona uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ulikuwa asilimia saba tu. Kwa lugha nyingine, kama Simba wangekuwa uwezo katika ligi kuu Tanzania bara wa kubadilisha nafasi kuwa mabao goal conversion rate, hii tunataka kuipata hapa eh, wangeihamishia pia katika kombe la shirikisho, ni dhahiri kwamba Simba kwa kuwa kwenye kombe la shirikisho alikuwa amepiga mashuti 180 lakini 46 tu yaliyolenga shabaha. Maana yake yale mashuti 180 yale, wangea wangea wangeatumia vizuri kwa kubadilisha kuwa mabao, kwa kasi hii ya kwenye ligi kuu Tanzania bara, Simba ingekuwa kwenye kombe la shirikisho minimum, kwa chini kabisa, wangefunga mabao 38. Nimeanzia kueleza hayo kwa sababu ya kile ambacho kinaelezwa sasa kama tetesi kwamba Wekundu wa Msimbazi Simba, miongoni mwa wachezaji wanaohusishwa nao ni striker wa kimataifa kutoka Angola, huyu ni Mabululu wa klabu ya Al-Ahli Tripoli ya kule nchini Libya. Haieleweki sana, hakuna maelezo ya kutosha, kwa nini kumekuwa na ujasiri wa kumuhusisha Mabululu na Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu ukifuatilia vizuri kwenye e, taarifa zilizopo ni kwamba Mabululu, mkataba wake na Al-Ahli Tripoli ambapo alijiunga hivi karibuni akitokea katika klabu ya Al Ittihad Alexandria kule nchini Misri ni kwamba inaelezwa mkataba wake unaisha Juni 2026. Hivi sasa ni Juni 2025, umekamilika juzi, na sasa tuko mwezi wa saba. Kulikoni akiwa amebakiza mwaka mmoja kukamilisha mkataba wake, kwa taarifa zilizopo na klabu ya Al Ahli Tripoli, Mabululu anahusishwa na kuna Msimbazi Simba, huko hatuko sana, lakini kimsingi kama kweli Simba anakwenda kufanikisha usajili wa mchezaji huyu wa kimataifa wa Angola, basi bila shaka huenda akaja kutatueli tatizo la Simba kuwa anajitengezea nafasi nyingi za kufunga, lakini uwezo wa kuzibadilisha kuwa mabao ndiyo imekuwa tatizo. Kwa lugha nyingine, benchi la ufundi la Simba chini ya kocha Fadlu Davids unaweza kusema hawana baya, kwa sababu timu inafika eneo la mwisho, nafasi za kufunga zinapatikana, wa kuzibadilisha kuwa mabao ndiyopo shida inapojitokeza. Sasa Mabululu kama anatua kweli huyu eh, Mabululu ni mashine haswa katika kubadilisha nafasi kuwa mabao. Hivi sasa kwenye ligi kuu ya Libya katika klabu ya Al Al Ahli Tripoli, mechi 15 za ligi kuu ya Libya. Amecheza yeye kwenye mechi hizi 15, amefunga mabao 13, ametoa asisti moja, akichangia mabao 14 kwa klabu yake ya Al Ahli Tripoli katika ligi kuu ya Libya. Sasa ukiangalia idadi ya mechi alizocheza na mabao aliyofunga kichukua kitu kinaitwa GPM tuna calculate GPM goals per match tuna kitu kinaitwa GPM, goals per match yani mabao mangapi mchezaji anafunga kwa mechi kwa wastani sasa ukiangalia hapa mechi 15 alafu amefunga mabao 13 utachukua 13 ambayo ni mabao aliofunga unagawanya kwa idadi ya mechi ambazo ni 15. ukigawanya hapa utakachokipata kama kigawanya vizuri utapata kwa wastani ni 0.8. Sasa kwenye tafsiri ni kwamba ukichukua idadi ya mabao yani, kigawanya kwa idadi ya mechi ukipata 0.5, maana yake tunasema huyu ni mshambuliaji bora bila kujali ni michuano ipi. Hapa ni msisitizo, yani ukichukua idadi ya mabao aliyofunga mshambuliaji au mchezaji yeyote, gawanya kwa idadi ya mechi ukipata 0.5, tunasema huyu ni mchezaji bora. Ukipata 0.75 and above yani kwenda juu, hiyo ni kipimo cha chini minimum thresholds, cha kuashiria kwamba huyo ni mchezaji bora wa kiwango cha dunia haijalishi ni michuano gani, ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Spoti Next Level, kwa sababu namba hizi zinasaidia tu kumjua mchezaji kwa namba juu ya uwezo wake wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Sasa Mabululu ukiangalia mabao haya 13 aliyofunga katika mechi 15 kwenye ligi kuu ya Libya ambayo ni miongoni mwa ligi 12 bora barani Afrika zinazotoa timu 4 kwenye michuano ya CAF utagundua ni 0.8. 0.8 ni zaidi ya kile kipimo cha chini cha kumtambulisha mfungaji kwamba ni mshambuliaji wa kiwango cha dunia, world class striker. Na nani, imeleweka vizuri, kwa sababu hii ni kubwa kuliko 0.75, ambayo ni minimum threshold, kipimo cha chini cha kuashiria mchezaji husika ni mshambuliaji bora wa kiwango cha dunia kwa tafsiri ya namba, Mabululu ana sifa hizi, lakini hata ukiangalia vizuri katika ligi kuu ya Libya, klabu yake Al Ahli Tripoli kwenye mechi tisa zilizopita yeye amefunga mabao sita. Unaweza ukaona na mechi ya mwisho tarehe 29 mwezi wa sita wanacheza ugenini, Al Ahli Tripoli inacheza ugenini dhidi ya Al Madina yeye alifunga bao pekee lilowafanya washinde moja bila. Na kama kweli anatua Simba, Mabululu ambaye hivi sasa ana miaka 33, ndiyo ana miaka 33. Urefu wake eh? urefu ni futi tano na inchi kumi yeye guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, ingawa guu la kushoto pia ulitumia vizuri katika kuadhuru wapinzani kama mshambuliaji kinara. Ni mzuri pia katika kutumia mipira ya vichwa, anaruka juu vizuri mipira ile, tunasema acrobatic yuko vizuri. Anajua haswa wapi asimame ili kupata mipira na kufunga na kisha kama umwonavyo unafahamu, mabululu ana nguvu za kutosha katika mapambano akiwa na mabeki yeye. Kwenye klabu yake ya Al Ahli Tripoli chini ya kocha Badri, hivi sasa wanatumia mfumo kama wanaotumia Simba wa baada ya golikipa ni nne mbili tatu moja, kwa maana walinzi wanne viungo wale ukabaji, viungo watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye huwa anacheza hapa, kwa lugha nyingine, anacheza zile nafasi anazocheza Steven Dese Mkwala, anakocheza Lionel Ateba Mbida, Valentino Mashaka na kadhalika. Sasa kama Simba wanampata, maana yake anakwenda kufiti moja kwa moja kwenye mfumo huu, kwa sababu ni mfumo ambao pia wako na msimazi, Simba hutumia chini ya kocha Fadu Davids. Mabululu akitua Simba

wao wanawashuhudia tu watani zao wajadi ili kujikwamua katika hili, kwa maana kwamba kupata kurejesha mataji ambayo mara ya mwisho Ligi Kuu Tanzania Bara walitoa msimu wa 2020 2021, wakiwa na kina Chris Kope Mshimba Mugalu kama washambuliaji, John Boko Midi Kagere, lakini wakiwa na Kletus Chota Chama, kina Mixon Jose na wengineo. Kwa msimu ule ni dhahiri kwamba wakiwa wanaboresha kikosi chao huku kikosini miongoni mwa washambuliaji wake akiwa Mabululu, bila shaka Simba kwa mchezaji huyu mzoefu katika ligi ya mabingwa. Kwa mfano 2019 2020 alicheza mechi sita za hatua ya makundi msimu wa 2019 2020 mechi sita wastani wa dakika 82 kila mechi, kwa sababu alicheza dakika 1223. Mabululu alipiga mashuti 22, mashuti 22 hayo, mashuti 22 22 kati ya hayo mashuti saba alilenga shabaha akafunga mabao matatu. Yes, akafunga mabao matatu Mabululu. Kwa hiyo ana uzoefu katika michuano mbalimbali kwa ligi ya mabingwa ambayo msimu ujao Simba anakwenda kushiriki. Swali ni kwamba je, Simba ni kweli wataweza kumtoa Mabululu ambaye wakati akisajiliwa kutoka kule Misri na Al Ahli Tripoli inaelezwa kwamba Tripoli walilipa zaidi ya shilingi bilioni nne kwa fedha za like Kitanzania ili kumpata na mshahara wake ni mnono kwa kila mwezi. Je, ni kweli atatua Simba? Hilo ni swala la kusubiri kusubiriwe. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Spoti Next Level, endelea kuunga mkono chaneli hii kwa kuhakikisha kama una subscribe una share una like na ku comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukrani jazilan, bye bye.